Urusi imesaini makubaliano mapya ya kuimarisha uhusiano wa kibiashara na kiuchumi na Mali, huku Rais Vladimir Putin akimkaribisha kiongozi wa kijeshi wa taifa hilo la Afrika Magharibi, Kanali Assimi Goita, mjini Moscow. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali ya Urusi, viongozi hao wawili wamekutana katika ikulu ya Kremlin kwa mazungumzo yaliyodumu kwa muda wa saa mbili. Putin ameelezea umuhimu kati ya Urusi na Mali kuwa uko katika mwelekeo chanya, ingawa anakiri kuwa kiwango cha biashara kwa sasa bado ni kidogo. Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Reuters, amesisitiza maeneo yenye uwezo wa ushirikiano wa kina zaidi, ikiwa ni pamoja na utafiti wa kijiolojia nishati, usafirishaji na juhudi za kibinadamu. Moja ya makubaliano muhimu yaliyotiwa saini yalihusu ushirikiano katika nishati ya nyuklia. Mataifa hayo mawili tayari yamejadili mpango wa kimkakati wa kujenga mtambo wa nyuklia wa kiwango cha chini uliobuniwa na Urusi huko Mali. Nchi hiyo inayoongozwa na jeshi imefuata njia kama ya Burkina Faso baada ya kuchukua hatua muhimu kuelekea kukumbatia nishati ya nyuklia kwa kusaini rasmi hati ya mwisho ya kiutawala ya makubaliano ya kihistoria kati yake na Urusi wiki iliyopita. Makubaliano haya ya kihistoria ni hatua muhimu katika juhudi za Mali za kupanua vyanzo vyake vya nishati na kukabiliana na mahitaji ya umeme yanayoongezeka, huku ikitafuta suluhisho la muda mrefu la upungufu wa nishati na kuchochea maendeleo ya kitaifa. Mapema mwezi huu, ujenzi pia ulianza wa kiwanda kipya cha kusafisha dhahabu kinachoungwa mkono na Urusi huko Mali. Kiwanda hicho kitajengwa kwenye eneo la ekari 5 karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bamako na kitakuwa na uwezo wa kusafisha hadi tani 200 za dhahabu kwa mwaka, ongezeko kubwa ikilinganishwa na uwezo wa sasa wa Mali wa kusindika takribani tani 50 pekee. Ingawa Mali ni mmoja wa wazalishaji wakubwa wa, wa dhahabu barani Afrika, haina kiwanda cha kisasa na kilichoidhinishwa kimataifa cha kusafisha dhahabu viwanda viwili vilivyopo nchini humo havijakidhi viwango vinavyotakiwa na mashirika ya kimataifa kama vile London Bullion Market Association LBMA, hali ambayo imelazimu wachimbaji wa dhahabu kuisafisha nje ya nchi. Kiwanda kipya kitaleta dhahabu yenye usafi wa asilimia 99.5, kikifuata viwango vya uthibitisho wa kimataifa. Hii ni Poa Media.